72 Bani. hours hey. Yes. Kabla Raila Amolo Odinga ajaga hey. 72 hours hey. Alinipigia simu akiwa India hey. akaniuliza Kenya iko namna gani? nikamwambia Kenya iko sawa sawa hey. Lakini kuna mawaziri wanazembea, wafanyi kazi yao hey. wajumbe wengine wanakaa tu, sijui ni kama nini, wameshindwa hey. hey. kazi hey. akasema hey. mimi nakuja hey. Kenya nikishapona hey. tupange vile tuniania hey. Asubuhi nikaamuka baada ya 72 hours hey. on Wednesday, saa 3 na dakika 25. Naambia ora. Baba ame? Baba ame? Ameenda. Lakini mimi si nimepata baraka ya baba yeah. Upigie simu na baba 72 hours kabla hajakufa si ni baraka? Baraka. Yeah. Sasa mimi nitapanda juu ama sitapanda juu? Na mimi nataka kueleza watu wa Lugari. Na nataka mnisikize vizuri. Yes. Yes. Dunia hii, hii dunia the world, si Kenya peke yake, the world. Mtu ya kwanza kupigiwa salute na military wa inji mbili ni Raila, Raila Amolo Odinga. Moi akikufa hakupigiwa salute na military wa inji mbili. Kibaki akikufa akupigiwa salute na militari ya inji mbili. Mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta akiaga akupigiwa salute na inji mbili. Haya, huyu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikufia kule Kochi hey. India hey. Narendra Modi Prime Minister wa India akaoda military operation kubeba mwili wa Raila kutoka Kochi mpaka Mumbai, military helicopter kufika Mumbai, military wa India wakapigia Raila salute. Kufika Kenya, Raila akafika Kenya, Rais William Ruto akaoda military wa receive body ya, ya Raila tena, military ya Kenya ikapiga salute. Chua. Baba amekufa kama kiongozi wa dunia. Si kiongozi wa hapa chini. Mimi naenda kushikilia kame. Eh? Kame. Hiyo viatu wenye baba alikuwa amendani. Mimi naenda kushikilia kabisa kama